Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, unaweza ukawa na kipawa kizuri sana, yakiwekwa magogo utaishia hapa hapa, hautaenda mbele kwa sababu umewekewa magogo. Unaweza ukawa mfanyabiashara mzuri mwenye kipawa kikubwa sana, lakini kimewekewa magogo, kimezuiliwa. Aleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunapoondoa magogo, tunasafisha njia zetu, amen. Tunaondoa vizuizi na vikwazo vilivyowekwa njiani. Kwa nini zamani hapa Tanzania usafiri ilikuwa uwezi kusafiri usiku? Usafiri mchana, si kulikuwa na utekaji? Hivyo walikuwa wanaweza wakateka gari kama barabara ni nyeupe, si walikuwa wanaweka magogo njiani wanapanga mawe? Aleluya! Na kwenye ulimwengu wa roho ndivyo wanavyopangiwa. Ondoa mimawe na migogo iliyowekwa kwenye njia zako za mafanikio. Haleluya, ipangue iondoe. Ukishaondoa utapita kwa usalama. Solewa, acha tushughulikie miguu, tuondoe na magogo. Amen, amen. tuondoe na magogo. Aya, magogo tunawapangia wao sasa. Amen, amen. Sema Bwana Yesu, nina kushukuru wewe, ni mwema kwangu na ni mwaminifu, ni kweli. E Bwana, adui alienda mbio kumwaga damu. Ameharibu kazi yangu, ameharibu biashara yangu, amefuatilia njia zangu. Leo e Bwana, navunja miguu yake, navunja miguu yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ameharibu hatima yangu. Leo e Bwana, hiyo miguu inayoenda mbio kufuatilia biashara yangu, kufuatilia uzao wangu, hiyo miguu ina enda mbio kufuatilia maisha yangu. Leo e Bwana, hiyo miguu naivunja, navunja miguu yao, wachawi waganga, mapepo wa kuagiza, navunja miguu yao iliyo na haraka kunifuatilia, inayoenda mbio kunifuatilia, ninaivunja kwa damu ya Yesu.